Halo, naam. Habari ya wakati huu, mpenzi mtazamaji, karibu tena katika chaneli yako pendwa Electronics Repair Class TZ. Naam, leo nimekuja na kipindi kingine, nimekuja na taa mbele yako ni brand new, lakini pia niko na waya za kutosha hizi hapa. Niko na super glue, niko na tools zingine ambazo kwa kawaida fundi kwa kawaida huwa anakuwa nazo Leo bwana, kabla sija kueleza kwa nini nimekuja na taa mbele yako, kwanza tuijue taa uwakaji wake umekaaje. Taitesti nafikiri, hiki kitu mlishawahi kukiona kabla, kwa ajili ya kutestia vitu kama hivi. Tando hii hapa, inawaka, sema ina mwanga mkali, kwa hiyo lazima uone vitu kama hivyo, okay? Sawa, taa inawaka k inawaka, taifungua ni kuoneshe kitu ambacho nawaza kwenda kukifanya. Kitu ninachowaza kwenda kukifanya dhidi ya hii taa ni kutoa waya ama kutoa njia ambazo zipo humu kuzileta kwenye laundi ya nje, nikiwa na maana kwamba natengeneza shoti. Kwa nini natengeneza shoti na shoti inatengenezwaje? Tuendelee kukaa pamoja, tufuatilie, tujue kwa nini. Kabla ya yote, taondoa kwanza kitaki moja, taondoa kitaki moja ili napoenda kuchomelea kufanya vyote hivyo, uweze kuona ni nini ninachokifanya, okay. toka kwenye taa moja na mloa, utaanza kuyeyusha ili naweza kuiondoa taa moja tayayusha niweze kuondoa taa moja, ili niweze kuwa huru na kile ambacho naenda kukifanya. Kwa hiyo, ili pia ninapokwenda kutesti, basi nikitesti usiweze kupata mwanga mkali ambao utakuzuia kupata mwonekano mzuri wa kile ninachokifanya. Cha kwanza nahitaji kupima voltage. Naona taa imewekwa kwa nguvu kwelikweli, <clears> pamoja <throat> na kuipashia joto kali, lakini bado inashindwa kuondoka kwa wakati. Kwa hiyo nitaisubiri kwa muda, hatimaye inaanza kuyayuka. Yes, imetoka. Taweka kwa pembeni kama hapo, ili nisije nikaichanganya kati ya chanya na hasi, wakati nitakapotaka kuirudishia. Okay, kitu ambacho nakifanya oh, baada ya moto sana, jaribu kuipuliza kidogo, baada ya kuiondoa kwenye, baada ya kuondoa taa kwenye sehemu yake, ni test tena, tuone kama itawaka na imani kwamba haitowaka na, haito, na ndiyo kitu ambacho nakusudia kukifanya ili niweze kupima volt, then nikwambie shoti hiyo. Natengeneza shoti ya nini? Narudia kuwasha tena swichi, kama unavyosikia ina kriki, lakini hakuna mawasiliano yoyote kwenye taa kuwaka. Sawa, sasa kitu ambacho nakifanya hapa ni kuhakikisha napata shoti kwenye taa kwa sababu moja. Sababu ya kuwa na shoti kwenye taa ni moja, sijajua kulingana na mazingira yako huko wewe unakoishi, ulipo, ama unakopatikana kukoje, lakini kwa mazingira yangu kuna sababu ya kuhakikisha naiweka taa iwe na, na shoti. Okay, tachukua matimita yangu taselecti vote, theni asema, voltage AC. Sorry. AC, okay. Tasema AC na baada ya kuwasha takuja kupima voltage AC hapa na hapa, bado sijapata voti ukiangalia kwenye matimita kule. Oh, nimehold, okay sawa, so, volt AC ameweza kuziona kuna voltage mia mbili na kidogo, voti mia mbili na kidogo sawa. So, sasa kitu ambacho nahitaji kukifanya, nahitaji nitoe umeme hapa, I amini mean, nitoe umeme hapa sawa. So, nizungushie kwenye hii round ya hapa nyuma, lakini pia nichukue umeme hapa, nizungushie kwenye round ya hapa nyuma. Kwa usalama zaidi, naweza nikafanya hivi kwamba labda nijue voltage kupitia hapa hapa, nimepata voltage AC zinafika mia mbili. Sasa vipi kwenye capacitor, kuna voti ngapi? Capacitor unatakiwa kuwa makini unapopima voltage AC. Capacitor iko na sifuri, ni kwa sababu hatujarudisha hii tahap. Kwa kawaida capacitor itapata voti mia nne, kwa kuwa hapa kuna hiki kitu hapa ambacho ni, ni, zimeunganishwa diodes za kutosha kutengeneza bridge ambayo hiyo ina inakuja kutoa umeme wa DC, yani inachukua AC na itakuwa DC kubwa ambayo itaingia kwenye capacitors. Sasa kitu ambacho nawaza kukifanya, kama nilivyokuambia kwamba naunganisha naunganisha waya kutokea hapa, na waya mmoja naweza nikauchukulia kwenye njia hii ambayo inakuja moja kwa moja mpaka huku, nije kuifanya rotation hapa, ambayo hiyo rotation itakuwa moja kwa moja imebeba mzigo wa shoti. Sababu ya kuweka shoti kwenye hii taa ni moja, mimi ofisini kwangu mara nyingi nimekuwa nikiibiwa taa, yaani hizi hizi taa hizi watu wanaiba bila kuelewa zinaenda kufanywa vitu gani au wanazitumia wapi, pamoja na kwamba najitahidi kulinda na kuweka ulinzi sijaelewa sijaelewa moja kwa moja kwamba labda wengine ni walinzi wenyewe wa ndio wanaiba au ni nani sasa awamu hii nimeshindwa kuvumilia nimeshaibiwa taa mara kadhaa sasa nimeshindwa kuwa mvumilivu inabidi niiwekee taa taa iwe na shoti ili sasa mwizi atabainika iwapo kama atakuwa amerudia tena kugusa Wengi mtajiuliza kwamba sasa, kama ni hivyo, haitoua watu na nini? Hapana, kwa sababu ya distance ya taa inapokaa, kuna umbali kidogo. Kwa hiyo, mtu mpaka aje apande aifate hiyo taa, kunakuwa na kaumbali. Kwa hiyo, kupitia umbali huo unaweza kunisaidia mimi kuwa sefu kupitia yule mtu atakayokuja kuniibia, kwa maana moja, atashika atapigwa shoti na kwa kawaida shoti inakufanya ukose nguvu. Kwa kile kitendo cha yeye kukosa nguvu kitakufanya moja kwa moja ashuke chini mzima mzima, aanguke. Kwa hiyo kile kitendo cha kuanguka tayari amepona na shoti, lakini ameshajifunza kwamba kuna nini, kuna shoti au kuna hatari kwenye kuiba taa. Kwa hiyo taa nitaizungushia raundi kama hizi za kutosha ambazo nitahakikisha hakuna raundi inayogusana na nyingine, ili ninapokuja kuiwekea shoti, inapokuja kuiunganishia njia, isije ika ikaungua kabla ya kufanya kazi yake. Ni riski, lakini unapoyafanya haya ufahamu ni nini, kwa nini unafanya hivyo. Nimependa kushare na wewe hili swala kulingana na kwamba inawezekana pengine hata kwenye maeneo yako hicho kitu kinatokea. Kwa hiyo nikawaza nifanye nini? Lazima tufikie muda tushindwe kuwa wavumilivu. Wanasema kanuni ya watu waliosoma, wanasema mwisho wa uvumilivu huwa ni vita. Kwa hiyo vita itatengenezwa katika mfumo huu, sitokuwa na vita ambayo itawaumiza sana ila vita yangu ni kwenye vitu vyangu tu. Ina maana kwamba vitu vyangu nahitaji vibaki kuwa vya kwangu, sihitaji kushea na mtu. Licha ya kushea tu, sihitaji kuharibiwa. Kushea inawezekana ikawa ni vizuri, lakini sio kuharibiwa, kufanyiwa uhalifu. Kama unavyoweza kuona nakuwa na naigusa waya na ichoma kidogo inaingia kwenye plastiki ya taa naigusa, inaingia kwenye plastiki ya taa then naendelea na kufanya raundi nyingine. Naam, taa itaonekana katika muonekano kama huu kama unavyoweza kuona tunaendelea kuweka round ambazo hizi round baadaye zitakuja kutusaidia, hizi round zitakuja kutusaidia baada ya kuziunganisha moja kwa moja kutokea pale ambako sisi tunawaza voti. Ambazo unapaswa uzitumie ni voti DC, voltage DC mia mbili a za ishirini au voltage DC mia moja. Hizo unazipata kwenye capacitors, hizo ndo voltage unapaswa uzitumie, sio AC, unapaswa kutumia DC. AC ni kali sana, japo hawezi kufa pia, kwa sababu atakuwa ameishika ikiwa juu. Lakini pia sio kila eneo lazima ufanye taa ya namna hii, ni katika yale maeneo ambayo pengine unaona mara kwa mara taa imekuwa ikiibiwa. Kwa hivyo unaweza ukafanya hivyo kwa ajili ya kuwakomesha hao waliozoea kufanya hicho kitendo, ili kuonesha kwamba kuna ulinzi. Ndio maana na baadhi ya nyumba zina AC, zina AC ambayo ime, ime, ime, ime, inashoti, inaonesha kuna shoti. Kwa hiyo lazima ufanye kitu cha namna hii, ili kuonesha kuna hatari. Lakini pia unaweza ukaweka na lebo ya dangerous, kimaanisha kwamba yeyote yule anayetaka kufanya kitendo cha wizi pale basi ahukumiwe na hilo swala, kwa kuwa amefanya makusudi na ulishamtahadharisha kuna danger. Naam, baada ya hapo nitachukua waya ambao, sasa huo waya utatokea huku ndani utakuja mpaka kwenye ule waya husika ambao nitakuwa na uhitaji uwe na hizo njia. Kwa mfano hapa tukihesabu ziko waya ngapi? Iko moja, mbili, tatu, nne, tano. Kwa hizi tano tutazigawa hizi tano tazigawa, hizi mbili zitapokea ya kati ya chanya, nyingine itapokea hasi, hii itapokea chanya, nyingine itapokea hasi. Alafu hii naweza nikaipa umeme wa moja kwa moja, I mean naweza nikaipa AC nzima ya nikichukua neutral. Sijui kama naweza nikaeleweka nikichukua njia ambayo itakuwa na AC ya moja kwa moja nikaipa hii ya katikati, itakuwa sio mbaya sana. Kwa hiyo kwa atakaye shika taa kwa vyovyote ta, vile huwezi kuishika taa tofauti na kuishika haya maeneo, kwa sababu hiki kifuniko cha juu hapa nitakuwa nimeshakiondoa, ili mtu asije akakishika, ili atakapokuja ashike. Na huwezi kusema utaishika taa hivi ili uing'oe, ni ngumu vyote vile, kwa kuwa mtu atakuwa hajui na amezoea kuiba ataishika hivi. Kitendo cha kushika hivi, atakuwa ameshika kati ya waya hizi mbili, ambazo kila waya mmoja una njia yake ambayo ni DC yenye nguvu. Akija huku juu, baada atakutana hiyo hiyo kitu ambacho itamsalimia na ataiachia moja kwa moja. Waya nitakazozitumia ni kati ya huu waya mweupe na huu waya mweusi, nikiwa na maana kwamba nisizichanganye kule ambako nimeunganisha nyeupe basi iende nyeupe, ni kuunganisha nyeusi iende nyeusi. Okay, moja tulifanya hilo zoezi cha kwanza. Nitazimenya kama hivi, niziwekee karisasi kidogo, soldering wire. Naam, baada ya kuweka soldering wire nichukua waya mwingine au pia nitauwekea soldering wire okay. Tazipunguza kwa kiasi fulani, ili zisishindikane kukaa kwenye socket ya hiyo taa, au kuondoa kugusana. Naam, baada ya hapo taa yangu nitaiweka humu, then nitachagua nyeusi, nianze nayo ikae upande huu. Nyeusi itakaa upande huu. Nakaribisha maoni na mawazo, ushauri, labda tunaweza tukawa tuna mawazo mapya ambayo tunaweza tukashirikiana au tukashare namna ya kumdhibiti mwizi anayefanya hiki kitendo cha mara kwa mara, pengine hata kuvunja vibanda, kwa sababu nishavunjiwa ofisi mara kadhaa lakini sikuwahi kumkamata anayevunja. Kwao inafikia muda inanikatisha tamaa kabisa ya kuendelea kumvumilia, na hata nafikia mawazo ya kusema tutaonana wabaya. Hii nitaichukulia huku kwenye DC, takiwa kuwa makini na huo, unafahamu unachokifanya sij badala ya kumkamata mwizi ukajikamata wewe. Chukulia yes. Kwenye rectifier, rectifier bridge. Yeah, kama hivyo then nitazitoa nje hivi hasa. Katika kuzitoa huku nje ndio hapo sasa tena kwa mawazo ya haraka haraka inabidi moja nitolee upande mwingine, kwa sababu nikizitolea zote upande huu anaweza akashika hivi, japo hata huku, hata akishika hivi, bado huku kutakuwa sio salama kwake, kwaken. Anyway, kwanza tolee tu upande mmoja, kae hivi hapa, nitakata yes. Na mtaa yako itaonekana katika muonekano kama huu, kwamba umechukua waya huku, umekuja kwenye raundi ya kwanza, ukaruka, ukaja kwenye raundi ya tatu, ukaruka, ukaja kwenye raundi ya mwisho. Hii nayo nyeupe imekuja kwenye raundi ya pili, ikaruka, hii ikaja tena, ikaruka, hii ikaja kwenye raundi ya pili kutoka juu. Kwa hapa unakuwa hujaunganisha njia, yani hii imeenda huku, hii imepanda juu, hii hapa hii Kaibu, kwa hivyo kwa maana yake atakayeweza kushika hapa maana yake amegusa kati ya huu waya hapa na huu waya hapa ambazo zinatokea huku ndani. Akija huku juu akigusa hapa maana yake atakuwa amegusa kati ya huu waya hapa mweusi na huu hapa. Sasa sijajua atawezaje kugusa huku katikati na awe salama kwa sababu kuna huu hapa na kuna huu hapa mweusi ambao uko hapa. Huu hapa ume, ukigusa hapa katikati maana yake umegusa kati ya nyeupe na nyeusi. Kugusa huku mwisho umegusa kati ya nyeupe na nyeusi. Ukigusa hapa juu umegusa kati ya nyeupe na nyeusi. Na maeneo gani mengine ukigusa? Yani kote ni vile vile, ukigusa huko katikati bado ni vile vile, ukigusa nyeusi na nyeupe. Huu ndio muonekano wa taa jinsi unavyoonekana. Kwa hiyo hii ndio shoti tulioitengeneza, ambayo sasa moja kwa moja atakayekuja kuigusa hii taa hataweza kuwa vizuri, lazima atandikwe shoti nzuri tu itakao msaidia kuelewa kwamba taa sio ya kuiba wala kubomoa vibanda, sio deal, anapaswa atafute, watafute pesa. Okay, asante kwa kuendelea kunifuatilia Electronics Repair Class. Eh, karibu tena katika kipindi kingine kitakachopata. Kama video hii imekupendeza basi, gusa like hapo, share, lakini pia naomba dondosha comment, tapita nazo kama mweu kuona namna gani ambavyo tutakuwa tumeelewana. Nashukuru, karibu kwa kipindi kingine. Have a good day, goodbye. Peace.